Kwenye laini alo. Habari hey, yako uh, tunazungumzana nani kutoka wapi? okay, kutoka Kibaha picha ya ndege. Karibu sana uweze kuzungumza nami umesema unaitwa Adil Denis Zakaria. Adili Zakaria kutoka Kibaha picha ya ndege ndio. Okay, karibu sana lakini, ingekuwa vyema endapo ungepunguza sauti ya redio yako ili tusikilizane kwa uzuri kabisa. yeah, so. Ah, okay, karibu sana Adil. karibu sana mtumishi wa Mungu anakusikiliza halo, Bwana Adil Dennis karibu na kusikiliza na niko tayari kuweza kukuhudumia. Uh, mi na matatizo kidogo ya ilikuwa ni kama ni akili inapotea, ilikuwa napoteza kumbukumbu yani kama ni mchizi, kama kijana yule uliokuwa anasema we. mm, uko wapi sasa hivi na uko na nani? Uh, nipo ni, najitegemea mwenyewe. Yaani hapo ulipo upo na nani kwa sasa hivi? Niko na rafiki yangu. Mm, okay. Na hiyo hali imekwanza mwaka gani ambayo wewe umeanza kuiona? Mwaka jana mwezi wa kumi na moja, mwaka elfu mbili na ishirini, okay. Na, na moja uh. K okay, sawa uh, naomba kuongea na huyo rafiki yako. Hey, hello. Hello, habari za leo? Safi. Naendeleaje? Ah, sawa tu. yeah, mwangalie huyo rafiki yako hmm, kwenye shingo kwa nyuma hapa ndiyo. Shingoni kwa nyuma utaona kuna, kuna chale zipo nne Uh, chini na juu umeziona? Mm. yeah, yeah. Hicho mm, ndo kinachosababisha anakuwa kichana kwa yake tatizo. Alijaingia Novemba elfu mbili na ishirini na moja. Tatizo limeingia tarehe kumi na saba mwezi wa nane mwaka elfu mbili na kumi na tisa, na jambo lenyewe hasa lilifanyika kuanzia saa nne na dakika kumi na tatu usiku hmm, mpaka saa tisa na dakika thelathini na sita alfajiri hmm. Kwa hiyo tatizo kwake liliingia tarehe kumi na saba mwezi wa nane mwaka elfu mbili na kumi na tisa kuanzia saa nne na dakika 13 usiku mpaka saa 9 na dakika 36 majira ya alfajiri. Na kilichokuja kutokea kwake mnamo Novemba mwaka 2021 yalikuwa ni matokeo, lakini kilichofanyika kwake ni hizo chale nne ambazo zimechanjwa nyuma ya kisogo chake au shingoni kwake. Kwa hiyo ajitahidi tu aje kanisani, jitahidi tu aje kanisani, na Mungu atambaliki nani, atafunguliwa. Lakini pia ninashukuru kwa kuwa ninyi watu wa kwanza kuweza kuhudumia baada ya kuwa nimekanyaga katika madhabahu hii ya studio ya Times FM. Lakini kinachokuja kutokea kwake atakuwa anavua nguo, atakuwa anavua nguo kabisa, na hataweza kukaa ndani wala kulala na mtu yeyote ndani kwa hiyo awe makini na alichukulie umakini. Ilishatokea, ilishatokea. Ilishatokea. Yeah. Yeah. Kwa hiyo atakapokuja atafunguliwa kabisa kabisa, na kitu kingine, yeah, anakuwa anasikia sauti kama ziko kwenye mguu yani, yeah. Yani si mguu si ni mguu wa mwanadamu, lakini atakuwa anasikia kama mguu unatoa sauti yani kama vile watu wanamuita au kama vile watu wanamfukuza na anasikia anasikia nini? vishindo shindo, vinamfuata anasikia kama vishindo vinamfuata. Kwa hiyo atakuwa pia anakimbia na kupiga makelele. Asanteni, karibuni kanisani.